Karibu tena kwenye matangazo yetu na sasa ni habari. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anatarajiwa kutetea hoja yake ya kumaliza kazi yaliyoanza kwenye ukanda wa Gaza wakati atakapokutana na rais Donald Trump wa Marekani hii leo. Mkutano huo unafanyika siku kadhaa baada ya kuzinduliwa kwa mpango wa siku ishirini na moja unaolenga kuvimaliza vita kwenye ardhi hiyo ya Palestina. Mpango huo ulizinduliwa kwenye mkutano kati ya Trump na viongozi wa mataifa ya kiarabu na kiislamu pembezoni mwa mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Msemaji wa ikulu ya Urusi yani Kremlin, Dmitri Peskov amesema Ukraine haijawahi kuonyesha nia ya kurejea kwenye mazungumzo kati ya nchi yao na wajumbe wa taifa hilo. Peskov amesema hayo katika mahojiano na shirika la habari la serikali la Urusi RIA kuwa hadi sasa hakuna dalili yoyote ya msingi kutoka kwa Ukraine kurejea kwenye mazungumzo ili kutafuta suluhu ya mgogoro unaoendelea kati ya nchi hizo mbili. Mjini Moscow, taarifa zinasema kuwa mji wa Belgorod umejikuta gizani baada ya umeme kukatika kufuatia shambulizi lililofanywa na Ukraine eh, huku kukiwa na hiki kikiwa ni kisa cha kwanza kikubwa tangu kuanza kwa vita kati ya mataifa hayo mawili. Rais wa Iran, Masoud Pezeshkian amesema kamwe hataingia hata ingilia makubaliano yoyote yanayoweza kusababisha matatizo mapya, wakati taifa hilo likirejeshwa kwenye vikwazo vya Umoja wa Mataifa. Serikali ya Tehran imelaani urejeshwaji wa vikwazo hivyo na kudai kuwa si halali, baada ya kuvunjika kwa mazungumzo na mataifa ya Magharibi, huku akiongeza kuwa hauna msingi wa kisheria wala wa kisiasa. Vikwazo hivyo vinapiga marufuku shughuli zinazohusiana na mpango wa nyuklia na makombora ya masafa marefu katika taifa hilo la Mashariki ya Kati. Na chama tawala cha Moldova eh, kinachounga mkono Umoja wa Ulaya kimeongoza kwenye uchaguzi wa bunge, hii ikiwa ni kulingana na kura ambazo tayari zimehesabiwa mapema hii leo. Uchaguzi wa kipindi hiki umeonekana kuwa muhimu kwa nchi hiyo katika kuendeleza msukumo wake wa kujiunga na Umoja wa Ulaya ambao ulianza baada ya Urusi kuivamia Ukraine mwaka elfu mbili ishirini na mbili. Tume ya uchaguzi nchini humo imesema wamesha hesabu asilimia 95 ya kura zote, huku chama cha Action and Solidarity kilichopo madarakani tangu mwaka 2021 kikiongoza kwa asilimia 48.3, na kambi inayounga mkono Urusi ya Patriotic ikiwa na asilimia 25.5. Na kwa kuzungumza zaidi kuhusiana na taarifa hizi tunaye hapa Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa kuangazia taarifa mbalimbali ambazo nimekusomea. Rahbi, karibu sana. Uh, tuanze na taarifa kuhusu mkutano wa Benjamin Netanyahu Bibi, ambaye anakutana na, na, na Donald Trump eh, kwa mara ya kwanza tangu eh, kushuhudiwa kwa nchi nyingi kwa wakati mmoja ama kwa kipindi ambacho kinafuatana hasa nchi za Ulaya zikionekana kuunga mkono mamlaka ya Palestina. Nini hasa ambacho kinatarajiwa kwenye mkutano huu? Uh, kama awali ulivyosema, sorry kidogo, leo sauti yangu haiko vizuri nah. Kama awali ulivyosema kuwa anakwenda kujaribu kubadili fikra na mawazo ya Trump kuhusu kukazia kwenye hotuba yake hmm, aliyoitoa kwenye Baraza la Usalama, sehemu ya hotuba yake aliyoitoa kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa alizungumza kuhusu kuendelea na baraza alivyokuwa anatoa hotuba na, yes, ambayo kiasi kikubwa wanadiplomasia wengi walisusia na kuondoka ku na mm, alisisitiza kuwa Israeli bado haijafikia malengo na lengo lake kubwa anataka akamalize, mm, na amesisitiza kuwa hawawezi kurudishwa nyuma kwa kauli au kwa nchi za Magharibi ambazo zimeamua kuwazawadia Hamas kuitambua Palestina. Sasa leo anakutana na Trump ili kujaribu kumshawishi, kwa sababu Trump yeye ndio alianza kutoa hotuba, na baada ya hotuba ya Trump alikuwa na mkutano na nchi ambazo zenye waislamu wengi ambazo na nchi za Kiarabu walifanya mkutano. Baada ya ule mkutano Trump akatoka na kauli ambayo ilisema kuwa tumefikia makubaliano na tutapata usitishaji wa vita hivi karibuni. hmm. Kauli ambayo amesisitiza hata kwenye andiko lake hapa la, la Truth Social kuwa wanakwenda kupata makubaliano ya Mashariki ya Kati, lakini Netanyahu alikuja baadaye akasisitiza kuwa hawana mpango wa usitishaji wa vita. Sasa maanake nini? Netanyahu leo anakwenda tena kumshawishi Trump ambaye kiuhakika ndio mfadhili mkuu wa kile kinachotokea hmm. sasa anaenda kumshawishi bosi ambaye, yeah. mara kadhaa ameonyesha kuwa ni rais ambaye hasimami sehemu moja, na hii ndio tahadhari ya dunia inapotakiwa kuwa kwa sababu, haeleweki. Haeleweki. Haeleweki. Haeleweka. muda wote sahihi kwa sababu Trump anasema kuwa tumefikia makubaliano mazuri. Ukiwasikiliza Hamas wanasema hatujaletewa mpango wowote mpya tangu ule mpango ambao tuliletewa awali na, na viongozi wetu wakashambuliwa Doha, hatujaletewa wowote mpya. Lakini ukimsikia kwenye, kwenye, kwenye huu mpango ukimsikiliza rais wa wa Uturuki Erdogan anasema tumefikia makubaliano mazuri kabisa baada ya mkutano ule wa Waarabu na nchi za Waislamu pamoja na Trump sawasawa. So, so, tukisoma ujumbe wa Trump anasema uh, tuna nafasi hmm, ya kuleta kufanya mambo makubwa Mashariki, Mashariki ya Kati, kati. Eh, tunakwenda kuzungumza kwa ajili ya kitu muhimu eh, uh, kwa mara ya, kwan ya kwanza hmm, tangu mambo haya ya kutokea na sasa unasema tutalifanikisha hili mm. Sasa unadhani huu ujumbe unamaanisha nini hasa, ama kuna kitu gani c ambacho unamaanisha kwamba kitu special, kitu kitu cha kipekee ambacho hatujakiona katika nyakati zote hizi ambazo zimeshuhudia eh, jitihada za kuleta amani katika eneo la mashariki ya kati? Kuna mpango ambao ulikuwa unaandaliwa na Trump mm. mm. Unakumbuka mkutano uliomalizika kama mwezi mmoja umepita ambao ulimhusu nani, Tony Blair pia na, na watu wake walikutana kule nani, Marekani. Huu ni mpango ambao unaratibiwa na, na Trump katika kujaribu kumaliza haya matatizo, yaani ni mpango ambao ni kama ile, ile Trump alisema kuwa tunaitaka ile iwe Riviera yaani tunaitaka Gaza yeah, iwe kwenye mikono ambayo tutaimiliki tuta sisi. Kwa hiyo kuna mpango ambao umepikwa pembeni ambao utaletwa kwa ajili sasa yaani hauna tofauti na mpango unaitwa, uh, kuna mpango ambao uli, ulipelekwa mwaka 2017 ulioandaliwa na Jared Kushner mkwe wake mm. wakati wa ile Abraham Accord, kuna mpango ulikuwa unaitwa mpango wa karne, ambao Palestina walipewa wakaukataa, ambao mpango ulikuwa unatoa uh, wanasema, tutawatambua kama taifa la Palestina mm. lakini katika masharti ya haya ya utambuzi, kuna maeneo mfano maeneo yote ambayo yanatambulika kuwa ni maeneo haramu ambayo Israel wanayakalia kwenye West Bank Wapalestina waidhinishe kuwa yawe ni maeneo ya ya, ya, ya Israeli. Halafu wataunda jeshi yani, wataunda serikali ambayo haitokuwa na jeshi. Watapewa misaada na Marekani wa kubosti uchumi wao na watakuwa chini ya usalama wa Israeli mm. Wakakataa huo mpango. Sasa kuna huu mpango ambao una aina yake hivo, lakini sasa ugumu uko hivi huu mpango kabla haujafikishwa. Jana nilikuwa nafuatilia vyombo vya habari vya ndani vya Israeli, wale mawaziri wa mrengo wa kulia wanasema hatutokubaliana na mpango wote wa Trump kabla hatujatimiza malengo, wanasema hmm. yani, malengo yetu sisi ni kuimaliza Hamas ko, yani, hiyo ndio tunaileta kwenye nani, lakini tuna malengo ya kukalia ardhi ya Gaza. So, haya ni malengo ambayo wameyaweka huko. Sasa, nilipokuwa nasema mwanzo kuwa Trump ni mtu ambaye huwezi kumtegemea sana kwenye hili, kwa sababu Trump huwa anazungumza kutokana yupo na nani hmm. yani nikiwa na wewe ntazungumza kitu ambacho kitaletalakini laki, lakini Trump huyu ni mhafidhinahafd ni e, kwa kiwango kikubwa ni mtu ambaye tangu awali wa, mm. hata tangu mwanzo wa utawala wake alionyesha kuipenda sana Israel bila shaka. Na, yes, mm. na anaonyesha pia kumpenda sana bibi bbnaliwai kutamka waziwazi kwamba ni miongoni mwa watu ambao wanawahusudu, mm. na ni wote wawili wana itikadi zinazofanana, mm. kwa maana ya kwamba wote ni wahafidhina e, kimsingi kilichotokea kimeleta pengine fikra mpya kwamba inawezekana moyo wa Trump kwa Israel na kwa Benjamin Netanyahu ukawa wamebadilika kwa namna moja ama nyingine. Ama unadhani hii presha ambayo inaendelea duniani hivi sasa inaweza ikawa imebadilisha chochote kwa Marekani na kwa Trump mwenyewe? Yote yanawezekana. Nadhani presha ya ulimwengu ndiyo ngumu zaidi, na si tu presha ya ulimwengu, hata washirika wa, wa Marekani wanampa presha sana nani, eh, Bibi. Nani, wanampa presha sana Trump baada ya Israeli kufanya mashambulizi yake Doha, majibu yake yamekuwa ni magumu sana kwa washirika ambao ndio hasa wafanya, wana, wanafanya biashara kubwa zaidi mm -hmm. na Marekani. Nazungumzia wale washirika wa, wa Mashariki ya Kati. Sasa kuna sh shinikizo ambalo wanalitoa kwa sababu wale washirika ambao wana ufadhili zaidi eh, naweza kusema uchumi wa Marekani kwa mm -hmm. kiwango kikubwa mm -hmm. na fedha zao zinakwenda kule na wao wanashinikizo la ndani kwa raia wao, kuwa, kwa nini mmeshindwa kufikia suluhu ya hili? Yeah. Sasa shida kubwa iliyopo moja ni kuwa Trump huzungumza yani, wakati kutokana na nani yuko naye pembeni ndio kuzungumza mm. Hivyo uamuzi wa mwisho, shida ya, ya hii kadhia iko hivi, huo mkutano uko mwisho wa unga, halafu naweza kusema kuwa alianza kukutana na viongozi wa Kiarabu na Kiislamu, labda angekutana nao mwisho, akaanza kukutana na Trump, na, mm, na bibi mwanzo. Sasa anakutana na, na bibi mwisho, atakuja na kauli ambayo itawashangaza watu mm, mm, kwa sababu Netanyahu kaagizwa na washirika wake wa mrengo wa kulia makubaliano yoyote utayokubali mm -hmm, ya kusitishaji wa vita bila kumaliza Hamas na bila kutimiza malengo yetu, sisi tunaiangusha serikali yako. Kwa hiyo inawezekana haya makubaliano yametengenezwa kwa sababu tu mkutano umalizike mm -hmm. kwa sababu kwa nini Marekani anaweza kubadilika haraka ndani ya wiki mbili? Ni wiki mbili zimepita imepigwa kura ya usitishaji wa haraka na na ule usitishaji ulikuwa katika vifungo ambavyo vyote waliovitaka, Marekani Marekani sema mateka waachiliwe Hamasi waondolewe sijui vyote, walienda navyo kwenye, kwenye, kwenye mkutano, kwenye baraza la usalama na kupiga kura, wajumbe kumi na tano kumi na nne wote walisema ndio, Marekani akaweka veto. Wiki mbili zimepita, mm. Sasa Marekani, nini kimetokea ndani ya wiki mbili? Leo anataka kuja kugeuka kutuambia vingine. Nitakukumbusha wakati Trump alitoa siku hamsini kwa Urusi, unakumbuka? Kabla ya siku hamsini akakutana na viongozi wa EU na NATO kule Scotland, yes. akabadili toni, akawapa siku kumi na mbili Urusi. Kabla ya siku 12 kutimia ndio ukaja ule mpango ulioandaliwa na Steve Witkoff kutoka Urusi, akasema kutakuwa na mkutano wa Trump na Putin, ukafanyika Alaska. Anamaliza mkutano wa Alaska, anatoa taarifa, anasema kuwa Urusi wako tayari, kila kitu kumaliza, aliyobaki ni Zelensky amalize hmm. Alivyokuja kukutana na Zelensky na washirika wa Magharibi, akazungumza vingine tena. Sasa kama ni mtu wa namna hiyo, na inaendelea hivi navyozungumza, rabi. Umoja wa Mataifa una mataifa 193, sio? kati ya hayo 156 yanaitambua Palestina, zaidi ya asilimia 80 tunazozungumzia. Uh, nchi za Ulaya nyingi zime, zimejiunga mara hii tayari zime zimetambua Palestina kama mm. nafasi sasa kuwa taifa na kupata kiti katika Umoja wa Mataifa mm. uh, kuna pressure pia zinaendelea miongoni mwa raia Marekani, ndani ya Marekani yenyewe na katika mataifa mengine, wakitaka mm. Palestina ipewe hadhi ambayo inastahili. Sasa yote haya ambayo yanaendelea mkutano ambao unakwenda kufanyika New York kati ya Bibi hmm. na eh, Trump hmm. unadhani kuna kitu gani hasa ambacho kitasukumwa kita na haya mambo ambacho kitafanya pengine eh, Trump abadilishe namna ambavyo amekuwa akishughulikia mambo haya? Kuna viwili vinaweza vikatokea, ima wanaweza wakaingia katika makubaliano ambayo yatakuwa ya muda mfupi ambayo hayatokuwa tofauti sana na makubaliano ya awali ambayo Trump mwenyewe aliyasukuma, mm, kwa sababu makubaliano ya Januari 19 siku moja kabla ya Trump kula kiapo alisema kuwa yeye ndio alishirikia, lakini ndani ya eh, takriban, kwa sababu ilikuwa kama miezi mitatu yale makubaliano, ndani ya usitishaji ule wa miezi mitatu mauaji wa Palestina alikuwa juu ya 270 mm, yani ukiukaji wa makubaliano ulikuwa ni mkubwa. Sasa kwa sababu Trump na Marekani ndio wafadhili wakuu wa, wa Israeli na Israeli inategemea fedha ya Marekani kwa kiwango kikubwa na si tu fedha ya Marekani, inategemea ulinzi wa Marekani kwenye kivuli mfano hivi, kwenye, kwenye kama Umoja wa Mataifa inapotaka kuwajibishwa Marekani atatumia kivuli chake kuwalinda. Halafu na kila kitu. Sasa Marekani pia anawategemea washirika wa Magharibi, washirika wa Mashariki ya Kati ambao ndio wanampa fedha nyingi. Fedha ambazo anaweza kuzigawa kuzipeleka mpaka kwa, kwa Israeli. Hmm. Sasa Trump anaweza akamsukuma Bibi kwenye makubaliano ya muda mfupi angalau kupoza upepo. Katika kipindi hiki kuwa, mm -hmm, hebu turudi kwenye makubaliano, lakini yatakuwa ni makubaliano ambayo yatakuwa na ukiukwaji mkubwa, yani usitishaji utakuwa haupo, yani hau, haitotoa suluhu, yani ni makubaliano ambayo hayatokuwa na suluhu, kwa sababu alivyomaliza mkutano na viongozi wa, wa Kiarabu hivi juzi alisema hivi, mimi sitoruhusu Israeli waikalie West Bank, yes, waichukue. Nadhani unaikumbuka kauli, alirudia mara kadhaa akasema sitoruhusu lakini hiyo ni kauli anayoizungumza kwa mdomo bai, vitendo Trump, serikali hii ya Trump imeondoa uh, vikwazo ambavyo viliwekwa na serikali ya Biden kwa, kwa baadhi ya walowezi ambao wamekuwa na rekodi mbaya ya mashambulizi pale ukingo wa magharibi, amewaondolea vikwazo, lakini kaenda kuwapa vikwazo hadi washirika wake wa serikali ya mamlaka ya Wapalestina PA wameenda kupigwa vikwazo wakiwemo kina Mahmud Abbas na washirika wake yes. Na hata mara hii walinyimwa hadi visa ya kwenda Marekani kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa. Sasa kwa nini maneno anayoongea Trump na vitendo vinavyochukuliwa na Trump na Marekani ni vitu viwili tofauti? Kwa hiyo unaweza ukaelewa kabisa kuwa hiki kinachozungumzwa na huu msukumo ambao unasukumwa sasa hivi kutulazimisha kuhisi kuwa kutakuwa na makubaliano ya Trump ni uhakika kuwa ni kama vile ku, wana, wana kauli ya Kiswahili wanasema funika kombe. Yeah. Yes, yani unafunika kombe kwa sababu baada ya huu mkutano wa unga, kelele itakuwa sio kubwa. Sasa hivi tuna kelele kubwa kwa sababu viongozi wengi wako sehemu moja na wanato pressure sana, lakini wakisha rudi kwao, wakati mwingine sipokei simu hata ukinipigia. Eh. Eh, naangalia tu lakini sasa hivi kila mmoja yuko pale anasukuma, tusubiri tuone watakachozungumza. Bila shaka. Leo ndo wanakutana eh. Leo wanakutana. White House. White House. Uh. Kwa mara ya ya nne au ya tano tangu Trump ameapa. Washington DC. Hmm. Sawa, so, uh, tukichana na taarifa hiyo tuangalie kuhusiana na Iran ambayo sasa hivi inakumbwa na mzigo wa vikwazo na sasa hivi ni vikwazo vya Umoja wa Mataifa kuhusiana na ishu ya nyuklia. Amezungumza eh, Masoud Pezeshkian uh, rais wa Iran na yeye hakubaliana na vikwazo ambavyo ame, ame, amewekewa. uh, Iran ni itafanya nini? Njia uh, pekee anaweza kuifanya kwa sasa kupambana na hivi ni kuwa nunda tu vilevile vile kama yeye amevikuwa mm. Unajua, vikwazo hivi vitaiumiza sana Iran na vimeiumiza Iran kwa sababu hivi ni vikwazo vigumu zaidi. Inawezekana kuwa watu wanasema kuwa Irani walishazoea vikwazo. Okay, ni kweli, Irani wamekuwa na vikwazo tangu mapinduzi ya mwaka 79 karibu miaka 45 yeah, wanakutana na vikwazo vile vikubwa. Lakini hivi vikwazo ambavyo vinakuwa vini snap back, unajua ni vikwazo ambavyo vili lifti au viliondoka mwaka 2015. Baada ya makubaliano ya Barack Obama JCPOA, JCPOA. Mm -hmm. Ndio Iran aliondolewa hivi vikwazo 2018. Trump akaja kuiondoa Marekani kwenye makubaliano kwenye awamu yake ya kwanza, wakarejesha baadhi ya vikwazo. mm -hmm. Sasa hivi vikwazo vya umoja mataifa vilisimama kwa muda wa miaka kumi. Ujerumani, Uingereza na Ufaransa ambao ni E3 walikuwa na mazungumzo na Irani hivi karibuni, zaidi ya miezi kama mitatu wamekuwa na mazungumzo ya kubadilishana huku na huku. Wao ndio wamevirudisha hivyo vikwazo na kushawishi kuwa hivi vikwazo vireje, na vikwazo vimeanza usiku wa Jumapili. Yeah, vimerejea maana mm-hmm, yake kuwa ni vikwazo vinavyoenda kutikisa uchumi wenye watu zaidi ya milioni 90. Sasa Irani anachoweza kukifanya ni kama vile taarifa walioitoa wanasema kuwa hatutostopisha biashara kwa sababu huu inagusa mpaka biashara yake ya mafuta. mm -hmm. Ima achukue hatua kutikisa dunia kwa kuchezea mfereji wa Hormuz, au ushirika wake na washirika wengine wasikate, kwa sababu si tu kuwa Iran anafanya biashara, anafanya biashara kubwa na China na mafuta. Zaidi ya asilimia hamsini ya mafuta Iran yananunuliwa na Uchina, na Uchina huwa hajali vikwazo vya Marekani, ananunua tu kwa vyovyote vile, lakini hivi karibuni Marekani wamekuwa na kampeni maalum ya kugonga meli na makampuni makubwa ya bima yanayotia bima kwenye meli zinazopakia mafuta ya Iran ambayo ya Uchina. hmm. Kwahiyo anapiga vikwazo kwelikweli, yani kuhakikisha kuwa tunamshusha Irani uchumi wake. Unajua, unapotikisa uchumi kwa kiwango hiki, maanake unataka kuleta lile ombwe la ndani, yani kulipua umma umma. hmm. Ukianza kukosa vitu muhimu, unaona serikali imeshindwa kuchukua hatua kwao, unalipua ule umma wao ili uweze kunani. hmm. yote kwa yote ni vikwazo vibaya sana kwa Iran na, na sijui njia gani watatumia kwenye hili, ima walete mgogoro ulimwengu, yani kuwa maanake mwisho yote unaweza kusema kuwa tunatikisa tu ulimwengu unafunga yes. homes. Ukishafunga homes, watakuja mezani. Mkisha kaa mezani, yani unaleta lile hali ya kusema kuwa hapatotulia hapa sasa tunategemea nategemea Masoud Pezeshkian ambaye ni centrist uh, sio mwafidhi na hana misimamo mikali sana, pengine angeweza mm, kutumia mazungumzo, diplomasia zaidi kutatua changamoto za kihistoria hizi za Iran. Kwa nini imekuwa hmm, tofauti imekuwa ni kama kipindi alivyokuwa Ibrahim Raisi ambaye naye alikuwa na, na misimamo <muchafidhi> ya kilunda kama ulivyosema. Nadhani Pezeshkian hivi karibuni alikuwa anabadili toni mm, unajua alivyoingia madarakani mara ya kwanza aliamini kuwa kweli tunaweza kufikia makubaliano kwa kupitia diplomasia yeah. Lakini hivi karibuni naye ameanza kuhisi, anasema kuwa ni vigumu sana kufikia makubaliano na watu wa Magharibi kwa sababu anachoamini kuwa, uh, nitakupa mfano mmoja. Wakati tu ameku, ame, amechaguliwa ndio ikatokea ile, pro, ile kuwawa kwa Ismail Hania Mm. Ikawa fursa ya mazungumzo. Ismail Hadi alikuwa kiongozi wa Hamas, aliuawa pale kwenye kiapo chake, yes. Kwa hiyo ikawa fursa ya mazungumzo akaingiza nchi kwenye fursa ya mazungumzo, lakini Irani ikashambuliwa ndani ya Masoud Pezeshkian akiwa kwenye mazungumzo, mm. Kwa hiyo hata yeye toni imebadilika anarudi kwenye kauli ya Khamenei, anakuambia kuwa kosa lako moja kubwa utalolifanya katika ulimwengu pale utapowaamini nchi za magharibi itakuwa saa mwisho wako. Naam, tumalizie kwa fupi sana kuhusiana na Moldova ambayo imefanya uchaguzi. E, eh, tunafahamu kihistoria Moldova ilikuwa ni miongoni mwa nchi zilizokuwa katika Umoja wa Kisovieti, nchi ambayo ni jirani na Ukraine, eh, jirani na Romania, jirani na Urusi vile vile. E, eh, chama ambacho kimekuwepo madarakani tangu mwaka 2021 ambacho hmm, kinajulikana kama Action and Solidarity. Uh, kinaonekana kuwa mbele kwa zaidi ya asilimia 48, uh, na ni chama ambacho kimsingi hakiungi mkono upande wa mashariki kwa maana ya Urusi, Urusi mm. na, na, na, na wenzake inaonekana kama pia Urusi inaendelea kupata uh, kukataliwa katika eneo ambalo katika miongoni mwa majirani zake, sio nadhani kama Ukraini walivyofanya mm. kwa sababu Ukraini kwenye Euro Maidani ya 2014 ndio ilisababisha Ukraini ikahama kutoka mashariki kwenda upande wa pili wa magharibi, yeah na raia wa Ukraine wengi wakabadilika kuelekea nani, upande wa pili wa magharibi, kwa EU na washirika wake. Moldova walikuwa wamekaa kimya, lakini baada ya kuvamiwa Ukraine wakaona kuwa inawezekana, na sisi siku moja tutakuwa ime. Yani, bila shaka nahisi uh -huh, kama kungekuwa hakuna mzozo wa Ukraine kwa hivi sasa na Urusi yes, kwa uamuzi wa uchaguzi huu, basi vurugu ingekuwa kubwa, ingekuwa kama ile ya Georgia mm -hmm, kwa sababu Georgia nao walitaka kujaribu kuchomoka kwenda upande wa pili, Urusi akajaribu kuivuta akairudisha upande wake. Sasa na hili kama Moldova ingefanya uchaguzi hali ya kuwa hali imetulia mm. Hali ingekuwa tofauti mm. Ila Urusi kwa sasa, kwa sababu ukichukua kauli aliyoizungumza waziri wa mambo ya nje wa Urusi juzi kwenye mkutano wa Umoja Mataifa anasema kuwa hatuna mpango na hatutokuja kuishambulia nchi yote ya Ulaya. Kwa hiyo kama wataenda kushambulia utana kweli, kauli za upande wa pili ni kwa ufupi, mambo yanaendelea. Unadhani mashariki inadhoofika kwa kiasi fulani? Sidhani mashariki bado n ina, inaaminika ina, ina, yani ina kiasi inachobadilika mm. li ni eneo moja tu, kwa sababu hapa tunaona upande wa Ulaya Mashariki kiasi watu wa, wanageuka kwenda upande wa pili lakini mm. tukiangalia kama sisi West Africa, watu tunaamia mashariki usala, sana. kwa hiyo unapoteza huku unapata huku, kama majirani wanakimbia Urusi lakini watu wa mbali wanakusogelea wanakusogelea. Haya, hiyo kubwa sana hiyo. Haya ambayo ametujuza hapo ni Ibrahim Rabbi, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, tukizungumza naye.